Mtoto wa Esma Platnumz pamoja na Petima ni wa kuache ambaye anaitwa Taraji, ni mtoto ambaye anapenda sana mambo ya kudance. of course amekuwa akichezacheza sana akimrekodi mama yake pale na nini, so amekuwa akipenda sana kudance huyu mtoto, na watu wengi wamekuwa kitamani kuona pengine siku moja na kuwa dansa mzuri. Na katika kuona hilo, basi Esma amesema hapana, lazima ampeleke darasani aweze kuweza kujifunza kudance ili awe vizuri zaidi, kwa sababu ana dance, lakini bado kuna vitu vitu fulani lazima aweze kufundishwa ili aweze kudance zaidi, so amepeleka darasani kwa anafahamwa na dance class yake, huyu dada huyu dansa wa Zuchu ama WCB, mara kadhaa wana dance pale. So amepeleka kwenye darasa hilo la huyo wa kuitwa Angel Nyigu ili aweze kujifunza namna ya kudance. Sasa Mama Dangote ambaye ndio bibi yake amekuwa akishea video tofauti tofauti za mjuku wake akiwa darasani kujifunza na nini. Sasa maoni bwana amekuwa ni tofauti, wapo ambao wanapongeza, lakini wapo pia ambao kama wanaona anazingua hivi wa kuitwa kumpeleka mtoto wake kwenye darasa hilo la kudance. Haya, kuna wadau tofauti tofauti, tutakuwa na kusomea maoni yako. Huyu hapa anasema hawa watoto wa watu matajiri hawana flavor, watoto mtaani ku dance in the blood. Haya bwana, huyu hapa anasema hii itamsaidia pia kufanya awe na afya njema, japo ni kibonge, atapata pomzi ya kutosha. Huyu hapa anasema wazazi, tuwapeleke madrasa kusoma kulaani, sio kwenye vyuo vya ku dance. Watu mbalimbali wakaja kumjibu huyu jamaa. Sema jamani vyote muhimu kwa maisha ya sasa, dancing ni moja ya ajira. Ningesema sio ajira tu, hata anakuwa active kimwili na kiakili kuliko kwa anaangalia TV tu nyumbani. Ningesema ukimpeleka wako wanatosha wawenzako, waache kama walivyo. Ningesema kudance ni ajira kipenzi na sio tatizo. Ningesema nimejaribu kucheza kama Taraji, sasa hivi niko kwenye foleni hapa Moi. Nyie kumbe kucheza ni kazi eh. Ningesema bora afanye zake mazoezi tena zaidi kuliko hao wembamba wenzangu. Jamani, Taraji atakuwa kiboko yao, nampenda vituko vyake, anajiamini mama dangote eh, namwona kibonge mwepesi. Mwingine anasema watu wengine bwana, mnapenda kuwapangia watu malezi mpaka inashangaza. Sema katika wote Taraji ameua ya, nimecheka. Yaani nyiye bongo kiboko kwa majibu ya kufanya ujute, hatari sana. Yaani kisa nini sasa, mtoto wa watu kumuingilia hivyo, wakati anafanya vizuri sana, basi nyiye mnamsema vibaya. Mwanzo huwa mgumu, but ni imani yangu kila mmoja ataelewa vizuri na kufanya vizuri sana. Endelea na kuwapa mazoezi dada, mara hii atapungua kwa hii dansi, atapungua tu. Mwingine nasema bas, hapo kama kuna ada inatoka, basi ninashauri wakatembelee nyumba za ibada, watoe sadaka tu, inaonekana anapenda sana dansi. Mdao mwingine huyu hapa anasema amejitahidi sana sana. Haya, mwingine anasema mnafikiri mnawapa umaarufu, kumbe mnamharibu. Watu wakaja kumjibu, umaarufu wanampaja wakati ni maarufu kitambo. kwa kweli, kwa kweli, maisha ya sasa, acha kila mzazi a pambane na uleaji wake. Unaweza lea mtoto na ushungi lakini baadaye akaharibika tu kuna watoto wanavaa majuba saa 24 lakini ni wahuni hawafai. Mwacha enjoy mtoto wa watu eh. Angecheza ngoma za asili mngesema anaharibika, mgesema anaaribika eh bwana eh. So maoni ni mengi sana kutoka wadau, kila mmoja ametoa ya kwake kuhusiana na mtoto huyu, lakini mwisho wa siku tuseme jamani, kucheza sio uhuni, ndio maana tunaona watu wamepata ajira kupitia hii. Akina Moze Yobo wana maendeleo makubwa sana, wana magari, wana utajiri. Enjonyigu mwenyewe huyu ametokea maisha ya chini sana, lakini sasa hivi ni miongoni mwa vijana ambao wanawainspire wengi sana wanapata madili wanasafiri nchi tofauti tofauti, wanapata ubalozi na wanatengeneza pesa nyingi sana kwa sababu ya kudance. Mbali na huyo eh, kuna watu wengine wengi sana wamepata, eh, ajira hizi, eh, wapo madansa wa Mario wale wote, sasa hivi wananua magari, maisha yanaendelea vizuri kabisa kwa nini huweze kumpangia mtoto wa mtu au mseme mtoto wa mtu vibaya kwamba hakudance na nini? Kwa ha, sababu uleaji ama malezi ya mzazi, lazima atasimama kuhakikisha kwamba mwanae anaenda kwenye mstari, haijalishi anatokea wapi ama eneo ni jukumu la kila mzazi kusimamia maadili ya mwenzake, lakini sio kwa sababu wamekwenda kudansi basi ndio uhuni. Hapana, wakati mwingine tujaribu pia kutazama jicho la tatu kuhusiana na watoto wetu hawa. Kama ana kipaji fulani, mwacha aende. Kuna wengine wana kipaji cha kuimba, wanaenda kuimba, wanatoka kimaisha na wanafanya vizuri. Kuna wengine pia wana vipaji vya kuigiza, wanakwenda kuigiza kwenye filamu tofauti tofauti, wanafanya vizuri. Tumeona watoto wengi sana mjini hapa wakiwa wanaigiza na sasa hivi wanatengeneza pesa nyingi na wanafanya maendeleo hadi kwa wazazi wao. Kwa nini sasa tusiweze kuwa watoto hawa ambao wana vipaji tofauti tofauti ambao vinaweza vikawafikisha mbali. Wapo ambao wana vipaji vya kucheza mpira. Mtoto anajua mpira kweli kweli, ukimweka kwenye uwanja hapo ah, basi ni baraa zito. Kwa nini umnyime opportunity ama fursa hiyo ya kwenda kujifunza uh, kucheza huo mpira, kesho na kesho kutwa iwe ajira kwake? Tunasikia stori za watu wengi sana wakitoka uh, kupitia vipaji ambavyo wanavyo, vipaji vya kucheza, vipaji vya kuimba. Kila kipaji kina nafasi yake kwenye maisha. Mpe mtoto nafasi, mpe mtoto opportunity hiyo akapambanie kombe lake kulingana na kipaji alicho nacho, ili kesho na kesho kutwa awe kuja kuwa msaada kwako. Usimbanie mtoto kikubwa, msimamie eh, kwa sababu sasa hivi vipaji vina nafasi kubwa ya kuwapa ajira watoto. Tunafahamu kabisa namna mavajira zimekuwa ni ngumu kipindi cha hivi karibuni. Sasa mtoto akiwa na kipaji kama hivyo cha mpira ni kipaji ambacho hakijifungi. Mtoto akipata nafasi akaenda mjini, ameenda mjini. Tunaona kina eh, Mayele wanafanya vizuri, wanafanya vizuri, akina Faitoto wanafanya vizuri, mpaka sasa hivi wanatengeneza pesa nyingi sana, mamilioni ya pesa wanalipwa kwa sababu mpira tu. Haya, mfano hai kabisa ni mjomba wake mwenyewe huyu mtoto ambaye nilikuwa nakupa stori yake hapa, Diamond Platinumz alitokea maisha ya chini, Uswazi Tandale, kapambana kapambana, sasa hivi ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri wakiwakilisha vyema Tanzania pamoja na Afrika duniani kwenye tasnia nzima ya muziki. So hakuna sababu ya kuendelea kutoa lawama kuweka maneno eh. kama ni ratiba za kwenda kuswali, mtoto anakwenda kuswali kwa ratiba kulingana na mzazi ambao amemwekea, kama ni ratiba za kwenda kucheza basi anapata nafasi ya kucheza, kama ni ratiba za kuenda shule. Kila ratiba ina muda wake na ina umuhimu wake, na lazima mzazi anaizingatia kwa namna moja ama nyingine. So nikasema sio vibaya pia nikuletea histori. Lengo si kukuonyesha tu kwamba maisha ya mtoto wa Diamond ama mtoto wa dada yake Diamond yako hivi, hapana, bali ni kukuonyesha kwamba maisha pia watoto wanapokuwa na vipaji fulani ama fursa fulani, wape nafasi kama hawa ambao wameamua kuwapa nafasi watoto wao. Basi nawe pia ukiona mwanao ana kipaji fulani, mpe nafasi ajifunze, ajitengeneze, kesho na kesho kutwa anaweza akawa mtu mkubwa na akafanya mambo makubwa yakakusaidia hata wewe mzazi. So wakati mwingine tunakumbushana kupitia stori kama hizi kwamba tusivilemaze vipaji vya watoto wetu, tusione ni uhuni, tuwape nafasi, tuwasimamie, mambo yawe freshi kabisa, au sio? Hebu subscribe hapo, lakini pia endelea kukaa nasi kwa ajili ya kupata stori nyingi zaidi saa 24 Msasa, sasa zaidi kwake, kitoweo acha nitoweze, kanishika kunako leo nasema penzi